Jumanne ya tarehe kumi na moja mwezi wa tatu wa elfu mbili ishirini na tano alizungumza rais wa Marekani Donald Trump akiweka wazi ya kwamba yuko tayari kununua gari aina ya Tesla ili kuunga mkono juhudi za tajiri namba moja duniani Elon Musk, lakini kuunga mkono juhudi za Marekani huyu ambaye anafanya kazi kubwa ili tu uchumi wa Marekani uweze kukua. Sasa leo tarehe kumi na mbili mwezi wa tatu 2025 rais wa Marekani Donald Trump amenunua gari ya Tesla kama alivyoahidi siku ya jana, na machache kati ya mengi ambayo ameyazungumza hapo nitakuwekea umsikilize mwenyewe, lakini kikubwa alichokizungumza ni kwamba namba moja ni bidhaa nzuri bora kama inavyoweza kuwa, na namba mbili, kwa sababu Elon Musk amewekeza nguvu na maisha yake kufanya hili, na nadhani ametendewa isivyo haki sana, licha ya kwamba tulizungumza jana na hayo ni machache kati ya mengi ambayo amezungumza rais huyo wa Marekani baada ya kuchukua gari hilo, na kama unavyoona kwenye picha zako hapo zikipita kwenye skrini yako, na mengi ambayo amezungumza. Ni huyu hapa Rais Donald Trump akizungumza. well, I'm hata hivyo tukio hilo limepokelewa kwa maoni tofauti. Wengine wameliona kama matumizi yasiyofaa ya mali ya serikali kwa maslahi ya biashara binafsi, huku wengine wakiliona kama kitendo cha kizalendo cha kusaidia viwanda vya Marekani. Tesla imetangaza mipango yake ya kuongeza mara mbili uzalishaji wake wa magari nchini Marekani ndani ya miaka miwili ijayo, jambo ambalo linaonyesha imani katika hali ya uchumi chini ya ushawishi wa rais wa Marekani Donald Trump. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.